Niko tayari kwa shamba hili, ndio shamba langu yeah. So hizo mbegu nataka kuziweka kwenye udongo, najua niliwahi fanya kilimo, hata kama ni miaka mingi sana. Muda umeenda sana toka wakati ambao mimi niliwahi eh, jaribu kupanda <laughs> nilifanya kazi ya shamba mimi ambayo naona hapa. So hata kama miaka ni mingi sana lakini hizi ni mbegu ambazo nataka kupanda, na nimegundua ya kwamba kupanda ya Canada ni tofauti sana na ile ambao sisi huwa tunapanda kwetu nyumbani. Ni tofauti kivipi? Wanakuwa na msimu mwingi sana wa baridi ambao una affect mpaka eh, udongo. Sasa wakati ambao unakuja kupanda unapata mbegu hawezi ukaleta mbegu yoyote na uweke kwenye udongo moja kwa moja aswa hizo zao za mbegu. Unajua hizo mbegu ambazo zinakuwa ziko kwa paketi, unanunua mbegu kama hizo, huwa hawezi ukaweka moja kwa moja. Niko tayari kwa, kwa, kwa shamba hili. Ndio shamba langu, na ni vile silina uwezo wa kuleta watu kuja kulima kwenye shamba lenyewe ilingali bado uh, linanitoshea mwenyewe kwa kuweza kulima, na niko na Esther hapa ananisaidia kulima, tunalima pamoja na Esther. Tunataka kuweka mbegu zetu hapa kusudi ziwe zinatuzalia matunda. Unajua, kulima ya Canada ni tofauti na kulima ya kwetu. Jambo la kwanza mashini na kutengenezea shamba yaani, unalipia, una mashini kama hauna, inakutengenezea shamba wewe, unakuja tu kutoatoa sasa hizo majani ambazo zimetokea za juu, hizo ambazo zinabaki. Unajua kwetu kawaida kama hizi huwa tunaziacha ndani ya shamba, hatutakiwe kuclear shamba ikue inatakata majani zote zinaisha. Unaona no. inatakiwa kue kumebakibaki hizo kidogo lakini wao wanatumiaga sana hii, wanaita rik, sijui nyi mnahitaga nini sasa kutoa hizo uchafu zote, yaani wanahakikisha shamba limebaki clean clean, ijapokuwa hizo sisi tuna konsida kama mbolea, tuna konsida kama mbolea, so hatuwezi tuka clean hizo zote. Hizi ni mbegu ambazo nataka kuweka sasa kwenye udongo, nataka kuanza rasmi kazi ya ya kuweka mbegu. Nataka kuanza kazi ya kuweka mbegu. Hii ni sweet potato, ama viazi sukari, na unajua zina spread sasa, zisikuje zika spread zikaingia hapo. Hizi ni mti za okra hizi ni kitunguu, so lazima tupange shamba vile ambavyo inatakikana, na hii yeah. Sasa ni tomato bado pia <tune> Sasa kama hii ni mbegu ya mabo ya sweet potato, ukitoa kwa hiko kikopo already uko na mizizi yake kila kitu, so hii ni tu kudunga ndani. <muchas> Hapo nitaweka tena kama, wacha niweke bilinganya, niachie space kabisa, sababu hiyo e... nini huwa inaenda sana potato, huwa inaenda sana shimo kubwa kidogo, kubwa kidogo, sababu ni moja kati ya, ya vitu ambao ayo inaotaka kama mtu sasa, so inahitaji mizizi ipate, inahitaji shimo kubwa kidogo kusudi ipate nafasi ya kuweza ku- kuingiza mizizi vizuri. Na niko nazo karibu nne, lazima ziwe kwa laini moja zote. Haya, hakutabilinganya tunaweka tomati Tomato ziko mingi kiasi, na kama vile mnajua, uailizina inakuwa kimti kikubwa, inamwaga tomato

So hii ilikuwa ni day one of King P farming. Leo nimekuja nimeweka mbegu kama vile umeona, na hiyo ni baadhi tu ambayo nimeweka. Nitarudi sasa niweze kuweka mbegu kama uh, ya maharagwe na zingine kadhaa. Lazima nipande vitu nyingi sana shamba, muhimu. Kama wewe ni mkulima, niambie hapo kwenye comment section unalimaga wapi kusudi niweze kujua, na kama we ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe na usifikiri ya kwamba imehama kuwa yasha, ya, ya, ya kuwa kulima, lakini hii channel kama nawaambiaga ni multitask channel not channel, ni multitask so, kama we ni mpya kumbuka kusubscribe <mulia>